Yeah. Uh, wanawake wengine wanawake wa Mwanase walitamani wajue mengi mengi mengi zaidi kutoka yeah. Kwako kwanza yeah. Nikukaribishe sana, asante sana jisikie vizuri jisikie uko yeah. sehemu salama, na kabla ya yote tunatamani tujue wewe ni nani, nafasi yako ni nipi katika Saab. Swala zima la kugombea. Karibu sana ujitambulishe. Asante sana mwandishi. Ndio, mimi kwa majina naitwa Joshua Clement Somoni, ndio, na ni, ni mgombea wa udiwani sasa kupitia Chama cha Mapinduzi katika kata ya Mwanase Msalala. Ndio. Ndio, sawa. Nashukuru sana kwanza, nikupongeze na kukushukuru kwa kuweza kuitikia wito wako. Ndiyo. na kukubali mahojiano haya Ndiyo. tunajua una mambo mengi Awa, kuna majukumu mengi lakini sisi tukiwa kama wawakilishi wa wanawake wa Mwanase ndiyo, basi tumeona tutumie nafasi hii tuweze kukukaribisha. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa kuweza kukaribia na kuweza kuitikia wito wetu. Cha kwanza swali ambalo linaulizwa sana na wanawake wa Mwanase ndiyo, wakiangalia mgombea wetu safari hii ni kijana, kijana shupavu, na wanatamani wajue kuhusu kijana huyu Aa, kama ulivyojitambulisha Bwana Yoshua e, yeah. yeah, ni nini, nini hasa kilikusukuma kuweza kugombea nafasi ya udiwani katika kata ya Mwanase, ndugu mwandishi? yeah. Kilicho nisukuma kugombea yeah. kiti cha yeah. udiwani katika kata ya Mwanase mm. mm. ni pamoja na miundombinu miundombinu mm. ya mabarabara kiukweli mm. bado liko nyuma sana vilevile ni pamoja na mambo ya maji, elimu, afya. Kwa hiyo ni vitu vingi ambavyo vinasukuma, ndio kwamba nipate hamasa au niamue kugombea udiwani ili kuleta mabadiliko, na maana tukaja na kauli mbiu, mbunge wangu Magangira Ndiye. ana kauli mbiu ya Msalala ni moja, maendeleo kwa wote. Kwa hiyo okay. Sasa mimi naio nasema Mwanase ni moja lakini maendeleo ni kwa Mwanase wote. Ndio sasa, hongera sana, nimependa kauli mbiu yenu, na imani hata hiyo kauli mbiu bado ni kauli mbiu yako pia Amin. Hongereni sana. anapenda Ana kujua kwamba kwa jinsi ambavyo ulivyoona, kwa utafiti wako, unaonaje hali ya maendeleo katika kata ya mwanase ni maeneo gani unahisi baada ya kupata nafasi hiyo ya udiwani utasimama nayo na kuanza nayo katika kuyaboresha? Karibu. Uh, kwa upande wa, endapo nitateuliwa kuwa kiongozi udiwani katika kata ya Mwanase, kitu ambacho nitaanza nita nacho ni pamoja na miundo mbinu kama nilivyosema hapo awali miundo mbinu kata ya Mwanase bado mchangamoto, vilevile, vile upande wa afya. Nashukuru awamu wa ya sita chini ya uongozi wa Dkt. Hassan Samia, so kwa ujumla kuna mambo ambayo ameyafanya kiukweli mazuri mm. tunashukuru sana sasa. Na mimi nitaanzia pale alipoishia mtangulizi wangu Dio. Na mimi nitaendeleza miradi ambayo itakiwa ishi Ndia, na ilani ya Chama cha Mapinduzi mm. imeelekeza mm. baadhi ya miradi ambayo katika halmashauri ya Msalala ikiwepo na Mwanase, kata ya Mwanase mm. haijakamilika ikiwepo zahanati, kuna zahanati mbili, ikiwepo kuna zahanati ya Mbogo mm. na Kabondo. Kwa awamu hii, miaka hii mitano inayokuja ishirini na tano thelathini, takiwa mm. zianze kufanya kazi. Vilevile kituo chetu cha afya mm. Tunamshukuru sana kiongozi wetu mama yetu, ndio kituo cha afya kimejengwa mm. na chenyewe kinahitaji maboresho, kuna kimesha kamilika, lakini kuna mapungufu mm. ambayo ilani ya chama imeelekeza kuanzia hii mwaka ishirini yes, na tano mpaka thelathini. mm -hmm. Okay, kuna maboresho ambayo yatafanyika, kuna jengo la maabara ndoa mjengo yeah. kuna hii OPD, ambao mm -hmm. ni jengo la kupokelea wagonjwa so, wagonjwa so, kuingia na kutoka so, so. kuna hii, hii jengo la kufulia yeah. na bado halijajengwa yeah. kuna hii jengo la mama na mtoto so, so. kwa hiyo kituo cha afya kile kitaanza kufanya kazi, kwa hiyo nitaendeleza pale ambapo mtambuzi wangu aliishia, nami ntaendeleza na, na, mm, na kusimamia kwa kisha, na mwanasi wanapata kituo cha afya mm, na kuanza kuhudumiwa. Sawa, nikupongeze sana na. Aa, kama ulivyosema swala ambalo utakaloanza nalo na kulipa kipaumbele ni swala la miundombinu, ndio, na imani kupitia miundombinu hii inaweza ikasaidia basi na sekta nyingine kuweza kuboreka, ndio Uh, mimi nilikuwa nauliza swali jingine ambalo nililoagizwa na kina mama wa Mwanase pamoja na vijana ni uh, namna gani utahakikisha ushirikishwaji wa wananchi katika maamuzi na maendeleo ya kata, sababu kuna changamoto ya viongozi kushirikisha uh, wananchi katika swala so zima la maendeleo pamoja na maamuzi sasa wananchi wana changamoto ya kusema kwamba maamuzi mengi yanafanyika pasipo wao kushirikishwa moja kwa moja. Je, wewe kama mgombea wa udiwani unawezaje kuliweka hili swala ukaliweka sawa? utahakikisha vipi hawa wananchi wanashirikishwa moja kwa moja katika swala zima la maamuzi pamoja na, na maendeleo ya kata. ndio mwananchi na mwandishi katika upande wa wananchi kiukweli mm ili mwananchi apate haki ya kueleza maoni yake na kueleza changamoto yake. Mimi ni mwakilishi tuseme ni mwakilishi wa wananchi Ndiyo. nichukue kero zao na kuziweka kwenye halmashauri ili kwamba zifanyiwe kazi Chasa. Kwa hiyo wajibu wangu mimi ni kufanya mikutano mm. na hawa wananchi wangu wa kata ya Mwanase kuhakikisha nachukua kero zao mm. na mimi nazipeleka unakuhusika na kuhakikisha zinatatuliwa. Kwa hiyo kuhusu wananchi kwamba kupata waeleze kero zao mm. ni lazima nitakuwa nafanya vikao na wananchi wangu, ili nao wapate fursa ya kuongea yale ambao yanawasumbua na, mm. na kero zao e, mi kama viongozi wao, nami ndio mwaiishi wao mm. kazi hiyo ndonaihusu, ntahakikisha nitachagua wazee mm. wazee wanne ili kwamba tuweze ku au kwa sababu mimi kata ya Mwanase mm. Tuseme kwamba ina matawi manane oh, ila vijiji viko kwa saba mm -hmm. Kwa hiyo nitazingatia kuangalia matawi mm -hmm. tachukua wazee wanane mm -hmm. ambao hasa tutakua na tunashauriana nao mwenendo wa kata yetu, na pamoja na wananchi nao tutaa na tunakaa nao vikao e, ushirikishaji wa wananchi ni kwamba maoni yao wanasema, na tunafanyia kazi. Nikupongeze sana kwa mawazo hayo Ndia. Kwa sababu tunasema ukitumia busara na hekima za wazee, sababu tayari wao wameona mengi na wewe ni kijana una upeo, lakini bado unahitaji busara kutoka kwao. Nikupongeze na ninaomba katika utekelezaji basi yaweze kuwa kweli na kuombea sana. Asante sana. Aa, katika swali jingine ambalo mimi nikiwa kama mwakilishi wananchi, wanatamani sana walijue ukiwa kama kiongozi una msimamo gani kuhusu swala zima ni la rushwa, uwajibikaji na matumizi ya rasilimali za umma, ndio mwanyishikao? Kuhusu kwenye upande wa rushwa, kweli rushwa ni adui wa haki. Rushwa inarudisha nyuma maendeleo. Rushwa inadhulumu haki za watu. Sasa, Kipaumbele changu mm. ili kudhibiti rushwa na kulinda rasilimali ya wananchi wa Mwanase. Mm. Kiukweli ni lazima tuambizane ukweli mm. kwamba viongozi wetu mm. wanafanya kazi nzuri mm. lakini kwenye upande wa rushwa endapo nitakuwa madarakani mm. nitahakikisha nasimamia mm. kila fungu ambalo linaingia kwenye kata yangu linafanya kazi iliyolengwa. Sasa. kama pesa itatengwa kwa ajili ya kujenga nyumba za walimu mfano mm -hmm, kama ilani ya chama hii ya Chama cha Mapinduzi, chama chetu mm hii -hmm, ya ishirini na tano thelathini mm -hmm, katika halmashauri ya Msalala mm -hmm, tumebahatika kwamba kwa awamu kwa hii tutajengewa mm -hmm. nyumba arobaini za wakuu wa shule sasa. Mm -hmm. nyumba za kisasa ndio sasa, na mimi nitahakikisha endapo nipate hata nyumba yani walimu wangu